Mambo vipi, This is Konde Boy. Jeshi the CEO of Konde Gang. Ni kwa hapa kwa address ile, jambo na linahusu mdogo wangu Chinga. Kwanza kabisa nikiri kwamba mdogo wangu alinitumia message na kuniomba kwamba anataka kutoka kwenye lebo, akawa independent artist. Na mimi nilimjibu straight kwamba mdogo wangu, wish you all the best. I catch you back all the time as usual. Catching na viongozi wa Konde Gang video contacts. Mfano laizi, moni mnafanyaje? Uh, yeah contract inasema endapo atataka ku terminate na ku own master kununua, ku own master. Kisema master na maanisha catalog, the whole entire catalog, nyimbo zote hata zile ambazo amezifanya mimi, ili ziwe za kwake lifetime. Je, zinaingiza pesa kwake lifetime, inatokea alipie kuzinunua, hicho kiasi cha ja pesa kilichotajwa kwenye mkataba ambao mdogo wangu alisign 4 years ago na kampuni ya Konde Music hayo uh, ndio yalikuwa ni mazungumzo na yeah, lakini um, sijui nini kimetokea kwake baadaye um, akaja kusema on social media kwamba nimemdai uh, kiasi kiasi cha bilioni moja uh, nikili kwamba sijamdai kiasi cha bilioni moja, na um, nisingependa pesa yangu tena ije kunichafua mwenyewe. uh, so um, I did my best I wish him all the best napenda sana msapoti ni sana hizi uh, independent artist from now on. Mkiwa naongea promoters, mkiwa na show mwiteni, fanye pata risk, aisaidie ya familia yake, na uh, even though lengo tupate risk wote, kama ilivyo mwanzo azinoni, you know, biashara na tukokuwa tukijitahidi kwa uwezo wetu kuwekeza kwa uwezo wetu kuwekeza ili kukuza career ya msanii ambayo itakuwa ni lifetime na kuchange maisha yake. So far tumshukuru Mungu kwa support yetu tumeweza uh, kufanikisha kwa kwa kwa kuwaletea superstars kadhaa ikiwemo Mochinga, kina Anjella, Kilichidi walikopoka kwenda Country Boy, na wao wote walioondoka, hakuja kuwa na matatizo yote, na wote wana own master zao na yeah for good and for peace. Hamna mtu yote mwenye maana ya kudaiwa. So uh, that's how we live live by lifting each other. Lakini pia speaking of Basata, uh, nilipata mwito na niliomba management yangu niwakilishe. Nataka kujua issue ni nini, kwa sababu sikutegemea na kwa sababu mazungumzo alizungumza naye na bwana Chinga, sikutegemea kama angeza kufika Basata, baadaye tuta sanaa usuluhisho uh, so niliomba management yangu niwakilishe izungumze na viongozi uh, wa Basata kuona wanapataje mwafaka. Lakini wakaniambia okay, waniambia so far nisingeweza kuyashia sasa hivi, na mi sikuona haja ya kusuluhisha na mdogo wangu au msanii ambaye nimemtengeneza mi mwenyewe, na sikuona hiyo haja ya kutengeneza kakia, sikuona hiyo haja ya kutengeneza sintofahamu na mitaharuka uh, so as I said my decision kuhusu aende akafanya mziki wake na make sure mnamsupoti um, pia la mwisho kama sikosei spiki na um, Uh, uh, kauli nimem, uh, yake ya kusema kwamba nilikuwa nimemwita chumbani, nilikuwa sijui how it's tarnish image. Na sio kwamba sijui kuna baadhi ya watu wanaweza wakaamini kwa ni kweli, lakini sina namna. Mtoto akinyea uh, mkono huwezi kukata, utafanyaje? Uh, first nimemwachia Mungu, second nimemsamehe mwisho namwombea. Mimi sihitaji msamaha wote kutoka kwake, kiona kuna tija sawa, na kiona kama kuna haja ya kuomba msamaha watu waliosikia maneno hayo ni sawa, lakini pia ni stahili kuomba msamaha zaidi ni Mwenyezi Mungu, kwa ikimpendeza, basi kwa wakati wake chawa aseme aongee na Mungu wake kwa mwake wa dhati kabisa, naamini itamuongezea baraka zaidi na tafika mbali zaidi. Kwa upande wangu mimi sina shida kabisa na yeye, ni my brother, na sisi ataenda kwa my brother, Konde Gang nyumbani kwake, because Konde Gang made him, yeah. Kwa hiyo ushimu the best. So kwa kusema hayo, nashukuru sana kwa kuendelea kui support Konde Gang, shukuru sana kwa kuendelea kutunga mkono siku zote. Kuna superstars kibao wanakuja na, yeah, thank you so much for your time watching this and Konde Gangs for everybody, this is Konde Boy, all love.